Majina anaitwa Amuru Joram. Mimi ndo bodaboda wa Mbuyuni Salasala, ni bodaboda ambao wako salama kabisa kwenye kubeba abiria. Abiria wenyewe wakija pale wanaamini, kwa sababu ni bodaboda ambao wamejisajili. Kituo kile kimesajiliwa, kiko salama kabisa. Leo hii tupo hapa sheli ya Uno ambapo tuko na mtandao wa Yas kwa ajili ya kushiriki katika siku mia moja. Ni mtandao mzuri sana, mtandao ambao unagusa jamii Leo hii umeona jinsi gani ya kututambua sisi bodaboda boda, pamoja na abiria ambao wanatuangalia na jamii nzima ambayo inatuzunguka ya kututambua thamani ya kwamba wanatujali. Tumekuja hapa tumewekewa mafuta, tunatoka hapa tunaenda, abiria tunabeba abiria, abiria analipiwa na mtandao huu. Inaonyesha jinsi gani ambayo mtandao huu unathamini kila mtu. Wamekuja na mambo mazuri sana. Wamekuja na kitu ambacho kinaitwa lipa kwa namba, ambapo unapokuwa umesajiliwa kwa lipa kwa namba, hata umebeba abiria hapati shida katika kwako kulipa. Unalipa pale na wewe unaenda, unatoa fedha yako, haina makato kiurahisi kabisa. Asanteni sana, karibuni sana Mbuyuni. Mwenyekiti wa bodaboda Mbuyuni, nawapenda sana, na abiria zangu zote nawapenda sana.